Zanzibar na katibu mkuu wetu, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha tukutane hapa asubuhi ya leo kujadili mambo muhimu sana ya nchi yetu, muhimu sana kwa nchi yetu, sio mambo binafsi binafsi, lakini mambo ya muhimu ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekuwa kiongozi wa chama hiki muda mrefu sana Mekua kwenye kamati kuu ya chama chetu sasa kwa miaka kumi na kitu furulizo tangu nilipoingia nikiwa mwenyekiti wa vijana mwaka elfu mbili na kumi na moja mpaka leo niko kwenye kamati kuu ya chama nimeona mengi na nimeshiriki mengi. Nimekuwa diwani, nimekuwa mbunge, kwa kama mtu anazungumza kuhusu ubunge na utamu wa ubunge, mimi naujua na jimbo mwenye kiti ambalo sisi CHADEMA ni imani na jimbo ambalo eh, kama ni kushinda ndio la kwanza kushinda ichi hii uchaguzi uliopita. Eh, tuna vijiji 88 mwenyekiti, tulisimamisha wagombea vijiji vyote 88. Tuna vitongoji 500 tulisimamisha wagombea wote 500, na hakuna hata mjumbe mmoja ambaye hatukusimamisha Matokeo yake pamoja na mimi kuanza training na kuinvest sana, nilipata vijiji vinne na vitongoji 35 na kwa mujibu wa takwimu za kati mkoa, naniambie mimi ni miongoni mwa watu walioshinda sana uchaguzi uliopita wa vijiji na vitongoji. Kwa kama kuna jimbo moja ambalo mimi najua tukienda kwenye uchaguzi nitashinda, ni mimi. Na mimi nimtiania sasa, mwenyekiti. Mimi nilishiriki uchaguzi wa 2020. Na nilishiriki chaguzi tangu mwaka elfu mbili na nane mimi mi nimegombea nime, nimeanza kugombea ubunge elfu mbili na nane nikiwa chuo kikuu. Wakina Silinde wale nimewa inspire mimi. In fact, Silinde anaenda kugombea mi nikiwa diwani nilimpa dauli mimi akagombea. Yaani dreams zangu za kuwa mbunge ni za muda mrefu sana. Elfu mbili na nane nikaenda kwenye kura za maoni mwenyekiti, nikapata sufuri. Sikukata tamaa, nikarudi elfu mbili na kumi nikaongeza kidogo, lakini nikawa diwani. Nikarudi kumi na tano nikashinda ubunge, na nikarudi ishirini ningeshinda ubunge, na hata sasa nikiwa mzima nashinda ubunge tali huo. Ni ukweli kabisa wa Mungu, lakini nimeona mengi mwenyekiti Bahati nzuri pia nimeaminika kwenye chama. Nilikuwa kwenye timu ya watu watano iliyoteuliwa na mwenyekiti Mboe kwenda Ikuru tarehe ishirini mwezi wa tano ishirini ishirini na mbili na baadaye nikawa kwenye kikao cha maridhiano. Tumekwenda kwenye uchaguzi elfu mbili na kumi na nne nyie wote mnajua CHADEMA ilitoka kwenye asilimia nyingi sana ikashinda vitongoji vingi sana na vijiji. Kuna majimbo kwa mfano Itilima mwenyekiti, tulishinda vijiji vyote isipokuwa hiki kimoja jimbo la Mheshimiwa Lisu wenyewe tuliwaachia CCM vijiji vitatu, taalime, kati ya vijiji 88 tulishinda vijiji 66, wakashinda 22. Tulishinda vitongoji 380 kati ya 500 wakashinda 120, kwa ni wapinzani kweli kweli. 2015 mimi nimekwenda kwenye uchaguzi tumeshinda madiwani 16, CCM wakashinda 10 kwa hiyo wakawa wapinzani na mbunge majimbo yote mawili ya talimi mjini na vijijini tumewashinda, mitaa tumewashinda, ubunge tumewashinda, madiwani na tukawashinda kweli kweli, kura za rais. Hiyo ni ishirini kumi na nne ishirini kumi na tisa, watu tuliokuwa tunaongoza vitongoji 380, tukapata kitongoji ziro. Tuliojaza fomu elfu mbili na kumi na nne tumejaza vizuri elfu mbili na kumi na tisa tumekuwa wajinga, hatuwezi kujaza tena fomu. Hayo mambo yanaweza kueleweka kwa mtu mjinga kabisa asiyekuwa na akili, lakini kama una akili timamu unajua huo ni upuzi na haukubaliki. Tumekwenda Ikulu baada ya uchaguzi elfu mbili na kumi na tisa na elfu mbili na ishirini kwa kauli ya elfu mbili na kumi na tisa na elfu mbili na ishirini hayatajirudia tena tumeshiriki kikao mwenyekiti mboya anatuongoza tulikuwa na mnyika na kinana naongoza timu ya CCM na nyaraka tunazo wakati mwafaka tutazitoa wamesema yaliyojitokeza elfu mbili na ishirini na kumi na tisa na elfu mbili na ishirini yatajitokeza hiyo ni kauli ya kinana tena ziko kwenye maandishi nini kilichojitokeza kwenye uchaguzi wa elfu mbili ishirini na nne na wauliza nie nini kilichojitokeza Tumesimamisha wagombea 88 Tarime, walikata asilimia 60 kabla tujaingia kwenye uchaguzi. Vitongoji 500 wamekata karibia asilimia 60 kwa mujibu wa kauli ya waziri wa TAMISEMI aliyotoa kuwaandishi wa habari wamesema wagombea elfu kumi na mbili na mia sita wa upinzani wameondolewa kwa sababu ya kushindwa kujaza fomu, si wamegonga mihuri vibaya. kumi na mbili elfu kwao, tunaenda kwenye uchaguzi? CCM imeshashinda wagombea elfu kumi na mbili na kwa mujibu wa takwimu zetu ni wagombea zaidi ya elfu sitini waliondolewa. Wakwetu kuna mwanachadema anathubutu kusimama huyu mtu ana nia njema na chama hiki kusema kwamba tukienda kwenye uchaguzi kwa mazingira haya tutashinda? Yupo, anyoshe mkono aseme, mimi jimbo langu mkiniacha hivi nitashinda, tumuone. Tusidanganyane hapa. Tumekaa kwenye vikao tukathibitisha, bila kuacha shaka, kwamba mazingira tulionayo kwa sasa, tukienda hivi, hatuwezi kushinda uchaguzi. Lazima tutafute mbinu za kukabiliana na watu ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Sasa mtu anasimama, eti anasema oh, tusipoenda kwenye kwenye chaguzi chama. Kama unataka kufanya biashara, kafungue duka ufanye biashara huko. Hii ni taasisi ya kisiasa ya mapambano na tutashinda. Iko hivi, tumekwenda kwenye uchaguzi mkuu wa ndani ya chama chetu, tumeaminiwa na Mheshimiwa Mwenyekiti. Tulikuwa kwenye ziara kanda ya Nyasa, watu wa Nyasa wako hapa. Wananchi wanakiunga chama hiki mkono sana sana, tunaelewana vizuri wananchi wanaunga chama hiki mkono na wanaunga ajenda ya no reforms, no election mkono. Ndio maana mikutano yetu imekuwa na watu wengi na watu wamefurahia na ajenda zetu zimesikika. Listen ndugu zangu, mimi na Lisu na nyie na nani wote tunatamani kuwa wabunge, lakini mazingira yaliyopo hayatufevi kuwa wabunge. Tunachukua hatua, tumeona viongozi wa dini tumeona mabalozi, tumesafiri nje ya nchi. E, hii yote ni katika kuhakikisha kwamba tuna engage na mtu asibaki behind hii ajenda ya no reforms, no election. Siyo ajenda ya Wanachadema, ni ajenda ya nchi. Ndio maana maaskofu wanasema mabadiliko yafanyike, ndio maana mashehe wanasema mabadiliko yafanyike. Anayepinga hii ajenda ana nia gani, na anasema yeye ni Mwanachadema? Maaskofu wamesema Mashehe wamesema, hatujawasikia? Shehe Ponda kasema nini jana? Kasema mambo hayabadilike. Uongo kweli? Sasa nani anayesimama, anasema anasema kwamba tutaenda kwenye uchaguzi namna hii tushinde? Ataka braki meri, chama no braki meri, no braki meri. Kwa kweli tusidanganyane hapa jamani. Nchi yetu inalilia mabadiliko, watu wamefanywa masikini, rasilimali zao zinauzwa kwa Wachina, watu wanahitaji uongozi mbadala. Uongo kweli? Na uongozi mbadala huwezi kupatikana kwa njia hizi, kwa uchaguzi huu. CCM hawataki uchaguzi huru kwa sababu wanajua hawezi kushinda kwenye boksi la kura. Wewe wow, twende kwenye uchaguzi kwa njia hizi, wewe unaunga mkono CCM, ungi mkono mabadiliko ya wananchi wanayotaka. <laughs> Kazi tulionayo tupeleke petition, na inawatisha sana. Kuna karatasi za petition, tumezungu mwenyekiti na mimi, nimepata taarifa ya ndani na advantage ya kuwa kiongozi. Mimi nimegundua ukiwa kiongozi wa juu humu kuna vitarifa tarifa vi tarifa vinapita kwako, kwa hivi una vita una vita <laughs> kwa mwenyekiti wetu atuongoze kwenda Shimoni na mimi namsaidia, tuko na shehe hapa, atuendi atuweze kwenda Shimoni na mwenyekiti anajua vile vile. Akitaka kwenda Shimoni na mimi nikaona nitaenda Shimoni, ntamwambia mwenyekiti hapo, tunaenda Shimoni. Kwa hiyo hakuna hakuna namna mtu kuwa na hofu. Iko hivi, hawa jamaa wanatetemeka kweli kweli. Yeah, tusiwasaidie eh, tusifanye nini, kusali? Tuwasukume kwenda Shimoni wanakoelekea. Hakuna uchaguzi utakuwa na uhalali nchini bila CHADEMA. Haupo huo uchaguzi haupo, kwamba CHADEMA haipo. Nani atakuona kwamba utayumba kutoka siku ya kwanza, hmm? Watu wetu wanauawa, nataka twende kwenye uchaguzi za vita kwenye vitu vya vitongoji. Ameuawa hapa Singida, kitongoji tu, halafu mtu anatuambiaje ubunge ndio watakupa? Hakuna. Wengine wanafikiri oh, tukienda tutapata 5% sio nini, tutapata viti hata. Wengine kama wanakunyima 5% ya kwenye kitongoji kitongoji, watakupa 5% ukualify kupata, eh, ruzuku? Hivi tunaongea mambo, tumesinzia au tunajua mambo? Watu nao dili nao watakupa 5% ya, ya viti maalum upate kiti maalum upeleke bungeni. Hawa watu hawana aibu hmm? Kwa mwenyekiti kumalizia hili ni nani, ndugu zangu, tukiondoka hapa tuchukue fomu za petition twende kila jimbo, kama unataka kuwa mbunge Tunataka saini za watanzania milioni 15 wanaosema uchaguzi kwa njia hii hauwezekani, na hatukubali wizi wa uchaguzi. Alafu tutazikusanya tutazipeleka kwenye organization zote za kidunia, watakosa legitimasi yoyote na mtu asiandikiwe kule, tulikopita watu wanaandika wenyewe, wanapinga mfumo. Watu wanajua kwamba uchaguzi unaibiwa. Ni uongo? Ni kweli? Kwani sisi kwenda kufanya kazi. Sasa mtu anayetegemea apate haya mambo kwenye, kwenye, kwenye silver prata, huyo ni tofauti. Sisi tuko tayari kuongoza chama hiki kipate tume huru ya uchaguzi, tuingie kwenye uchaguzi. Short of that, hakuna maelewano nao hiyo ndio statement ya chama, na mwenyekiti atazungumza, ndio makubaliano. Mimi bahati nzuri nilikuwa kwenye kamati, chekesha sana imecheka vitu fulani kwamba eh, yalipitishwa. Hey, wengine walikuwa wajumbe wa secretariat na ndio walidrafti ile nani, alafu tena leo wanasema haiwezekani. Inaeleweka hiyo, kuna nini kimebadilika? Msukumo fulani ambako hatukajui <tikani> <tikani> wa -wazi, wa uongozi huu umechaguliwa kidemokrasia na umekalia kiti, umetosha. Hakuna wakumwingiza upepo hapa, na wananchi wanaunga hiki chama mkono. Yaani hiyo ni bora, tutaambizana kabisa. No blackmail hakuna vitisho, na na, na nimalizie kwa kusema mwenyekiti, kuna yule punda aliyembeba Yesu, alifikiri yeye ni maarufu sana kwa sababu aliingia pale, watu wanatandika miti, wanafanya nini, wanamshangilia, akafikiri yeye ni maarufu sana. Alipoenda peke yake aligundua If you think you are more prominent kuliko Chadema, try jaribu. Kuna wengi tu wamejaribu. Hiki ni chama cha wananchi kinaungwa mkono na mwenye kiti. For the first time chama hiki kimeseti agenda. Waziri anaimba no reform, makara anaimba no reform, wananchi wanaimba no reform. Mnataka nini zaidi hapo? Eh? Yeah? People! Asanteni sana Mungu awabariki. Asante makofi kwa Mheshimiwa Heche. Ni nikumbushe ni, ni tu nikumbushe hivi Mheshimiwa Heche.